Leo tulikuwa na washtakiwa 19 na watano ambao walikuwa wametoka Longido, kwa jumla tulikuwa nao 24. Mkurugenzi wa mashtaka amewasilisha maombi mahakamani ya kufuta mashtaka dhidi yao. Kwa hiyo yale mashtaka waliokuwa wanashtakiwa nayo makosa mawili, kosa la kupanga njama na kosa la uhaini, wameondolewa. Lakini palikuwa na maombi pia kutoka kwa mkurugenzi wa mashtaka kwamba si waachiliwe tu, waachiliwe. Palikuwa na maombi ya kuleta masharti ili wanapoachiwa waweze kuwa chini ya uangalizi maombi yale yamewasilishwa, yamesikilizwa na mahakama ikatoa maelekezo. Kwanza, watakuwa chini ya uangalizi kwa kipindi cha mwaka mmoja wa mwenendo wao, wasijihusishe na makosa ya uvunjifu wa amani au makosa mengine yote ya jinai. Sharti la pili, watatakiwa kuripoti kituo cha polisi katika hicho kipindi cha uangalizi kila mwezi mara moja. Kwa hiyo na amri hiyo inaanza kutekelezwa leo. Tatu, palikuwa na sharti la kwamba wadhaminiwe au wajidhamini. Mahakama kwa busara yake ikasema kwa kuwa hawa walikuwa wanaletwa tu kwa ajili ya kesi yao kutajwa taratibu za kuwezesha kuwa na wadhamini zinaanza kuwa ngumu. Kwa hiyo mahakama imeridhia na kuelekeza wajidhamini wao wenyewe na watasaini hati ya dhamana ya shilingi milioni moja. Kwa hiyo hivi tunavyoongea wanakamilisha utaratibu wa hati ya dhamana. Wakishajidhamini watatakiwa waende kituo cha polisi wakaripoti, ili wapewe utaratibu na baada ya hapo wataelekea nyumbani. Kwa hiyo tutawasubiri tuta wakamilishe ili tupate kuambatana nao mpaka kituo cha polisi, tukamilishe hizo taratibu zao, halafu baada ya hapo wataenda nyumbani. Hawa ni kwa wale 19 wa hapa Arusha. Kwa wale wa Longido masharti ni hayo hayo, lakini watatakiwa kuripoti kituo cha polisi Longido, na wao watatakiwa kuanza kuripoti kuanzia kesho. Kwa hiyo wakikamilisha watakwenda kutafuta usafiri wa kwenda Longido halafu wataripoti kesho. La kwanza la kwanza, wamethibitika wa wajathibitika, ilikuwa ni jukumu la kuleta ushahidi na kesi zinaendeshwa na mkurugenzi wa mashtaka DPP, lakini kwa mamlaka yake ya kisheria wakati wowote anaweza akawasilisha kusudio la kuondoa kesi mahakamani na yale ni mamlaka yake yeye mwenyewe, kawasilisha sasa. Walithibitika au waliongoza, hilo mimi siwezi kulisemea. La pili, hawa walipangiwa kesi yao kutajwa leo. Unapowasilishwa mahakamani kwa mara ya kwanza, kuna utaratibu wa kisheria pale unapokuwa umekosa dhamana, utapelekwa magereza, utakaa. Baada ya siku kumi na nne utaletwa hawa waliposomewa mashtaka kwa mara ya kwanza walipangiwa kuletwa leo, na haya maombi ndio tumekutana nayo. Wale wengine walisomewa mashtaka yao wakarudishwa magereza, wataletwa tena tarehe tatu na tarehe nne kwa sababu kuna utaratibu wa mashtaka na ofisi ya mashtaka na kuna utaratibu wa mahakama. Ukisha le, ukishaletwa mahakamani utaratibu wako unakuwa ni utaratibu wa kimahakama. Kwa hiyo tuwatarajie wao tarehe tatu na nne, vinginevyo labda upande wa mashtaka kama watawasilisha maombi waletwe kabla ya tarehe hiyo, sisi kama mawakili wa utetezi tutataarifiwa na tutaitwa na tutasikiliza na vivyo hivyo tutawapa taarifa. Waliosindikiza bado wako hapa, ni wengi na sasa hivi wanaenda kituo cha polisi kuripoti. Je, tutakapoondoka nao au watakapoondoka nao haitaleta tasmini ingine ya maandamano au itakuwaje? Swali lako la msingi sana. <laughs> Elewa kwamba yupo nje na sisi tuna, tutaenda naye kituo cha polisi kukamilisha cha msingi. Akishatoka hapa nje, labda we umpe nauli ya kukutana nyumbani, kuwa na amani hiyo. Ukianza kutembea kwa kundi hili tutafika pale chini, tutazuiwa, tutaambiwa tunaandamana, tutatuletea shida. Umetoa hoja nzuri na ni